Kim Media. Uwe hili uliolipata zuri kweli kweli, linanukia, fanya jitihada lisinyauke upesi, wala lisinyauke kabisa, ntakuelekeza jitihada zenyewe. Wanawake Mungu kawapa wana hikma sana na busara sana, Mungu kawapa talent hiyo. Mungu kisema inna kaida kuna adhimu Hakika ya mbinu za wanawake kweli kweli, lakini ili wewe udume udumu na udume wako uonekane mbele ya kaidi hizo, unatakiwa na vitu viwili. Uwe wa, unaweza kuekti kama hamnazo vile kidogo <laughs> kumbe akili yako timamu. Jambo la pili uwe unajua kuongopa uongo mweupe usiokuwa na dhambi. <coughs> Ukiwa hujui uongo mweupe usiokuwa na dhambi, huwa litanyauka, kwa sababu huwa, tizame kule lilikotoka, limetoka kwenye mti, mti ambao mizizi yake iko chini ya ardhi na inanyonya maji, au sio? anayelichukua huwa analileta chumbani kwake, alafu anatia maji kwenye glasi. Mizizi ipo pale? Hamna, lakini anatengeneza uongo mweupe ili <tinyi> <tinyi> <tinyi> <tinyi> <tinyi> <tinyi> huwa lile lisinyauke kwa siku mbili tatu, linakuwa ali nyauki wakati naye anavuka. Inshaallah, Mungu atakujalia utaujua huo uongo mweupe lakini kabla hujauongopa huo uongo mweupe, kuna, kuna ukweli inabidi ufanye kwamba ukenda kumpa mkono kuweka mkono wako utosini. Kuna maeneo mawili ya kuweka mkono, eneo la kwanza utosini kwake unamsomea Lilafi Quraishi ilafihm rihlat lshta wlsifi faliyabudu rabb hdha lbiti alladhi at'amahum min juin waamanahum min haufi. Ukimaliza sura hiyo peaanaziwa nusu tu, lakini kuna eneo lingine la kuweka mkono wako mpaka ye mwenyewe alale. Kuna utosi mwingine, uweke mkono wako lakini utatue mwenyewe thalala na unaisoma sura hii hii halinyauki. <laughs> mapenzi baina ya wewe na yeye hayatonyauka, utakuja kunikumbuka kubuka matao. <laughs> lakini utosi wa pili ni uko wapi? hii inabidi unifate na ana <laughs> <laughs> utosi <wa>, Eh. <laughs> <laughs> ili ukutajia utosi wa pili wa kuweka mkono na usome sura ile ile hiyo. Sikutajii kwa sababu alilmu yukta wala yati amammalikasema elimu il husumbukiwa wala elimu il haimsumbukii mtu, yo ukija a, usipokuja imekula kwako. <laughs> Na we matarajio yako ukae na biarusi mpaka mwisho

wewe umezeeka na yeye kazeeka, mnagawana vyumba, huyo analala na wajukuu zake wanawake, wewe unalala na wajukuu zako wana mume. Ndo hichi cha kutenganisheni, kwa maana tunakuombeeni ya umri mrefu mfikie hivyo. Eh, hilo ndilo ningependa nikwambie uongo mweupe ukiwa mkweli moja kwa moja, imekula kwako. Wale hawataki ukweli moja kwa moja, ili jinsi ya hilo kweli moja kwa moja <laughs> lazima kuwe na unautumia, una uongo mweupe ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kauruhusu na hauna dhambi. Upate dhambi uongo, lakini upati, upati dhambi <coughs> Mtume aliposema iyakum wal kadhiba, tahadharini na uongo, sio uongo uongo. Kwa hiyo hilo kulifanya. Lakini ujue mtu ukienda mahala kuoa, unatia mkono kizani kwenye chombo usichokiona ndani yake, unachukua usichokijua uhakika wake. Kitu cha kwanza, mkabidhi Mungu mbaishi hicho kichukua sikijui, ukijifanya unakijua? bwana hiyo imekuta kwako, uwajui mwanawake <coughs> uwajui Mungu akasema ina kaida hiyo, na alafu nawe unasema unawajua? Haiwezekani, mwamrudishie <laughs> <tari> mwenye aliyesema hivo, bwana, wewe ndo unajua mbinu zao, nisaidie nami nivuke katika mbinu hizo. Unamkabidhi Mungu, ukisha mkabidhi Mungu basi kile ulichokichukua hata kikiwa bahati mbaya, kwa sababu wazazi wanajitahidi sana kulewa mabinti zao, lakini kulea sio kuumba. Yeye anaanaleat haumbi, ka muumbaji kashaumba. Kama kaumba wa kupinda hakuna wa kunyosha. Na mwenyewe Mungu Mtukufu sasa amesema kwamba kina mama ameumba kutoka na ubavu uliopinda, unaona? Ukisema unyoshe, umeuvunja. Ukiuacha hivyo, umebaki hivyo, umepinda. Fastausu bi nisai khaira. Ndio sema kuna mtu. Hmm. Hmm. Ivan wewe mbinu no ndo hizo. Tunakupa mbinu hizi lakini mbinu kuu ni kumkabidhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwamba jamani, huyu mke nimemwoa, simjui kama anamjua mwenye Mungu. Wewe, Mungu ndo unajua, na kuomba unilelee ndoa yangu. Lakini wengine kuna jambo jepesi huoka wanalisahau kwa sababu ya muhimu. Mm, Mtume -hmm. sallallahu alayhi wasallam wasalam <coughs> ameagiza kullu <coughs> amrin dhibalin laysa la yubdau bibismi llahi fahuwa abtar, kila jambo la maana halikuanzwa kwa hali bismillah, hilo halina baraka. Sasa ndoa yako ianze kwa bismillah, ile ndoa yenyewe hasa kwa jina lake Uanze kwa Bismillahi. Sasa ngoma iko hapo. Ukumbuka Bismillahi utakumbuka mengine tu o utakulili mwingine unaukumbuka, lakini Bismillah unajisikia unai unaisahau, ukiisahau usisahau

Ndoa za masahaba zote zimetulia, ina ubinadamu umetokea. Uyo ubinadamu hauwati kutokea lakini, ghalib inapatikana salama kwa kumfatisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Namna namna gani kaanza ndoa zake, unaona namna gani kaanza ndoa zake? Sasa mtume si alimkuta bibi Aisha anacheza. Hmm. Akauliza hao kina nani unaochezea? Anasema ba haulai banati, binti zangu, yani toizi midoli midoli. Anachezea bibi Aisha na wasichana wenziwe pale Madina. Mtume, mnachezea nini? na nasema tunachezea watu, binti zetu, yani mtume binti zake midoli <laughs> <laughs> maana akisema haulai banati zikazaana mtume lakini <laughs> laki mtume sallallahu alayhi wasallam alienda naye kama alivyo mpaka siku ya Idi Bibi Aisha anataka kuzama ngoma eh, Mtume kaka Bibi Aisha akasimama eh? Hapa nyuma eh? Kwenye beka la Bwana Mtume sa sallama, Mtume aliondoka kwa sababu ile ngoma, hakuondoka mpaka hamu ya Bibi Aisha ilivyo malizika. Sijui mmenielewa vizuri. Sasa we ukisema na upuzi wewe, oh, kama upuzi, alona Mtume aua mtu. Mtume kasubiri, kasubiri, wa Habeshi wanacheza ngoma, Bibi Aisha aishangaa kuiona, kasubiri siku nyingine subira. Subira na nawe ujitahidi kuona subira tena subira, kwako haina mpaka, nasubiri mpaka namba ya mwisho

kupata taarifa zetu kutoka hapa Kimm Media.